Maadhimisho haya huendana na kauli mbiu ya kimataifa na kitaifa, ambapo kauli mbiu ya kimataifa kwa mwaka huu inasema komesha uchafuzi wa mazingira unaochangiwa na taka za plastiki, lakini kauli mbiu ya kitaifa inasema mazingira yetu na Tanzania ijayo uwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Kauli mbiu hii inalenga kulinda vyanzo vya maji kutokana na uharibifu wa mazingira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 inachukua takribani miaka mia tano na hivyo kuathiri udongo na viumbe hai vilivyopo aridhini. Mifuko ya plastiki imetengenezwa kwa malighafi ambazo hazirejelezeki. Mifuko ya plastiki ikizagaa ovyo kusababisha kuziba kwa miundombinu ya maji taka na mifereji ya maji ya mvua na hivyo kusababisha mafuriko. Mifuko ya plastiki huharibu mfumo wa ekolojia na bayanuai, mfano inapoingia kwenye vyanzo vya maji kuharibu au wa huhatarisha maisha ya viumbe hai wa majini, pia husababisha vifo vipo kwa wanyama wanapomeza mifuko ya plastiki. Mtu hawezi kuingia peponi mpaka awe msafi. Kwa hivyo ina maana hivi usafi lazima uanzie ndani, ndani ya moyo, halafu uanzie ndani nyumbani kwako na nje ya mazingira. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi kulishika hili kama wana majaria kwa hiyo, lazima tutoe kwanza shukurani kwa Mheshimiwa DC alichokifanya leo hili katika uzinduzi huu. Ametukusanisha wananchi wote wa kitongoji hiki au kata hii ya Tongwe mahali hapa. Nipongezi sana vile vile kwa Mheshimiwa Dasi na mkurugenzi wake. Kwa hivyo tu tuseme kwamba huu usafi ni wajibu kwa kila mwanadamu, sio kama kwamba tumelazimishwa hapa ndo mtu afanye usafi Lazima wewe mwenyewe ujifanye, moyo wako uwe safi, mwili wako safi, mavazi mazuri, mahali pa kulala pazuri, nyumba nzuri na mazingira mazuri.